Bwana, tuko na combination bwana hapa kutoka DNA Television leo, tumewanasa watu wetu wa Yanga bwana hapa, nataka tupige nayo story, watuambie wamejiandaaje kuhusiana na mchezo wa tarehe moja, bwana bwana bwana, kama Kupo. Kupo. Oh, Diyan, e bale, kama kama kawaida kawaida kawaida, uko poa kabisa mchezaji Juma Saif Kijiko, kijiko kijiko kijiko, mimi nilikuwa sijazaliwa fundi wa boli hapa eh, vipi, kwa nini kijiko yani? nini yani au unakula? Ni kwa sababu ya uwezo, unaona? eh, watu wachache sana ambao wanatumia mguu wa kushoto alafu akawa ajui mpira mguu wa kushoto ni mali, umeona bwana. Kesho kesho kesho unazima kama kawaida, ijiko ndani kama kawaida na utaona maajabu, sio maneno tu, utaona maajabu na afu utajiuliza kwa nini umeigiza, kwa nini usingeendelea na huko. Lakini hiki kitambi, tunaona kitambi, ndugu yangu, na ndio wanafungwa hivyo hivyo, yeah. na ndio huwa wanafungwa yeah. Hivyo wakishangaa kitambi hicho, mimi nafunga goli siku nyingi. Wanasema hey, hujamaa msimu achie msimu zarau na kitambi kumbe kitabi hakihusiki, mguu mguu ndio unafanya shughuli. Si maisha yetu, tumezaliwa kwa ajili ya wachezaji tu, tangu wadogo, tuna miaka 8 tunacheza mpira mpaka leo mpaka leo, ndio maisha yetu, tunatafuta tunatafuta 200 lakini tunacheza mpira mpira. Umelala bwana, na za ndani zinasema kwamba wana mmechukua ndondo za ndani watu kiri za ndaniantapanana Yanga mjui nani ni taji ambayo mjui hapa, amewaficha kwenye magari, hakuna vyo tinted, hatuwezi kuwaona. Hakuna hapa hakuna, wote wa influencer kwenye hamasa, nini wote wachezaji wenzetu ndio ameenda kuchukua Waarabu, atumjue Mwaarabu, angalia mazoezi mazoezi mazoezi. Haa, mazoezi tu, lakini si jambo la asili ah. Sasa kuna siri gani? nao wamesema mchezo wa asili hawachezi si mwene kiti jana akusema mchezo asili hawafanyi wajifungia, wameleta Waarabu taiba mbinu. Mimi nikwambie kitu kimoja, timu yenye asili ya uwindi

mju amda suwamwawabmalwtuammimi nimezaliwa Tanzania yeah. Same gani? Nimezaliwa Tanzania, nimezaliwa Tanga. Unaona kama singa singa singa singa nimezaliwa Tanga yeah. mweza ngamweza kabisa. Hadi kwa kidogo chapa kidogo chapa, au atakimbia sasa hivi. Mimi niko Mbemidego... Nisikiza kwamba hivi nadaka mpaka upepo mikono salama, yani sa mimi ndio diala. Ndo tumekataa ofa ya Manchester. Kabisa kabisa. Nadaka mpaka upepo. Mpakapepuka chafuka chafuka hivi. Wanajua wanakataa nisiingie mendanisi mwindi nataka mpaka upepo mikono salama. Kesho nahakikisha timu <coughs> yangu inaondoka na pointi tatu na magoli matano, kwa kikisha kile kipigo kile, kile kipigo kile tunaonyesha hadi kwa hadi kwa mashabiki wana kila. Asante sana.